Mwandishi wa Mwananchi Digital Paul Owere amepata wasaa wa kufanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa Tamasha la Kimataifa la Filamu za nchi za Jahazi ZIFF, Profesa Martin Mhando, ili kujua mambo kadhaa yanayoendelea katika sekta hiyo. Pamoja na mambo mengine, Profesa Mhando amezungumzia kuhusu kung'atuka kwake ZIFF. Ungana nasi. Profesa, kuna neno ambalo limesambaa huko nje kwamba huu ni mwaka wako wa mwisho? Unaenda wapi? <laughs> Ni kweli huu ni mwaka wangu wa mwisho na baada ya hapo nitaendelea kuishi kama nilivyokuwa naishi, nafundisha bado katika chuo cha Murdoch huko Australia, lakini vile vile nitakuwa niko hapa Tanzania kwa muda mrefu kutengeneza filamu na nimeamua kujikita na filamu za Bongo Movies. Watu mara kwa mara nimekuwa nikiwazungumzia watu wa Bongo Movies na kuwasema saa nyingine kwamba filamu zao ni nzuri, lakini zina, zina kiwango fulani ambacho nadhani tunaweza kwa kisukuma zaidi. Sasa nimeona mimi nijiunge, nisiseme tu kwa mdomo, lakini fanye kwa vitendo. Kwa hiyo kuanzia mwezi uh, kuanzia kwanza mwanzo mwaka huu nimekuwa nikiandika script na kutengeneza filamu lakini kuanzia mwaka, mwaka, kwa mwaka huu peke yake mpaka mwaka ujao ninategemea kutengeneza filamu nne za maigizo ambazo zitakuwa ni za Bongo Movies, ili kuweza kujionyesha mimi katika upande wa Bongo Movies, lakini pia hasa kuinua kiwango cha hadithi katika Bongo Movies. tamasha la matamasha hii, yeah. Profesa, dhana zima inamaanisha nini? ni model? Kwa kweli, maana yake ni moja kwamba watu wanapokuja ZIFF wanakuja kuangalia tamasha la filamu, lakini hawajui namna gani matamasha mengine ya filamu yanafanyika, kwa sababu wao hawatoki nje kwenda kuyatazama hayo matamasha. Mimi nakwenda kwenye matamasha mengi sana na yajua yalivyo ya na yalivyo tofauti, lakini sijui kama wengine wanafahamu. Kwa hiyo tukasema kuanzia mwaka elfu mbili na saba kwamba tutakuwa na, na kitengo kimoja cha, cha wakati wa tamasha kuzungumzia juu ya matamasha mengine. Kwa hiyo tunawaita matamasha mengine au tunawaita shule za filamu au tunawaita e, taasisi nyingine kuja kujizungumzia wenyewe. Sasa hilo alitokea katika matamasha mengine, lakini ZIFF tumeamua tufanya hivyo ile kuwawapa watu wetu uwezo wa kutambua matamasha yanakuaje na, na vitu ambavyo ni muhimu kwa maisha yao. Sasa hayo matamasha ni, ni yapi? Kuna matamasha sita safari ambayo itakuwa kufanyika. Kwanza kutakuwa na tamasha kutoka China. Wachina tumekuwa nao muda mrefu, lakini mwaka huu wanakuja kuzungumzia juu ya matazamio yao, ya kwanza tasnia yenyewe ya, ya Uchina na jinsi wanavyojenga tasnia wanayotegemea kujenga tasnia ijayo hapa Uchina. Baada ya hapo tutakuwa, kesho tutakuwa na tamasha lingine kuhusu tamasha la nchi ndogo ndogondogo za visiwa au visiwani kuna tamasha uh, a moja linaitwa Valetta Film Festival kutoka Malta na Malta ni nchi ndogo sana hapo katika uh, katika bahari ya Mediterranean, na wao watakuja kujizungumzia baadaye. Siku ya Jumatano tutakuwa na uh, filamu kuhusu Umoja wa Mataifa. Kama tunavyofahamu, kuna taasisi nyingi za Umoja wa Mataifa na kwa hiyo watakuja kuzizungumzia, hasa zitakuwa ni filamu ambazo zimetengenezwa juu ya Tanzania na kwa nini uh, au kazi gani inafanyika na Umoja wa Mataifa katika Tanzania baada ya hapo tutakuwa na shirika moja la Kiafrika la Kiarabu linaitwa Zayed University au ni chuo cha Kiarabu ambacho kinazungumzia juu ya, ya, ya utengenezaji wa filamu. Wataonyesha filamu zao karibu kumi na mbili za wanafunzi wao na kwa njia hiyo kutuonyesha namna gani unaweza kuwa na ueledi mkubwa hata ukiwa mwanafunzi na kutengeneza filamu ambazo zinavutia sana. Na mwisho kabisa tutakuwa na, na tamasha la, tam, la matamasha kuhu, kutoka Afrika ya Kusini, ambapo tuna kuna, kuna taasisi inayoangalia juu ya uchambuzi wa filamu na kuzipangia kama zionyeshe na, kwa, kwa watoto kwa watu wazima, na watatueleza kwa njia gani wanazipanga hizo filamu.